Kampeini za uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini zinaendelea kushuhudia upinzani mkali kati ya chama tawala cha UDA na upinzani kupitia chama cha DP. Hii leo, naibu rais Kithure Kindiki alikabiliana na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwenye shughuli ya kampeni, huku wawili hao wakiwarai wakazi wa Mbeere Kaskazini kumchagua mgombea wao. Setholale anaarifu ikiwa imesalia wiki moja kabla ya wakazi wa mbeere kaskazini kumchagua kiongozi mpya kupitia uchaguzi mdogo alhamisi ijayo naibu kinara wa chama cha uda kithure kindiki na kinara wa chama cha dcp rigathi gachagua waliendeleza kampeni za wagombea wao katika eneo bunge hilo wacha nione wara nasema wamudhende wamudhende wamudhende wamudhende wamudhende kindiki alirai wakazi wa kanywa mbora kumpigia debe mgombea wa chama cha UDA Leonard wa Mutende, huku akimkashifu Gachagua kwa kutumia mbinu za matusi na uchochezi kwenye kampeni hizo. na hiyo fujo ndio imekutoa kwa kiti, uende ukiendanga, na uachane na mimi. Mimi sio rika yako, mimi sio rika yako. Mimi nimekuwa senator, nimekuwa majority leader, nimekuwa waziri, nimekuwa deputy speaker, sasa ni deputy president. Wewe ni nani? Wakati huo huo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliendeleza kampeni ya mgombea wa chama cha DP Newton Karish katika maeneo ya Kavengero na Siangera alimjibu Kindiki kwa kusema kwamba wakazi wa eneo bunge la Mbeere Kaskazini wamekata kauli yao ya ni nani watampigia kura. Iko haja gani kumwaga milioni mia tano Mbeere pahali ya kuna stima hakuna maji, hakuna barabara. Hii pesa kama mungekuwa wangwana, mungeletea watu ya Mbeere maendeleo, wakumbuke nyinyi, si ndio? hey. harambe tovangite tokaakaa iradhi Newton Karish wa chama cha DP atapambana na Leonard wa Muthende wa chama cha UDA katika kinyang'anyiro cha Novemba 27 mwaka huu katika juhudi za kujaza pengo lililowachwa wazi baada ya Geoffrey Ruku kuteuliwa waziri. Kanyambora fire. Ni fire si fire. Ni... Huyo ndugu yangu asikuje kunitusi hapa, hapa ni nyumbani, aombe tu kura ya Karish. Pole pole tu abebeleza watu mambo ya karisha. Awachane na mimi. I'm not his age bet. Yeye ndiye one term. Wewe Karida umesubu watu ya Mbeere. Tangu uchaguliwe governor akuna kazi umefanya hapa Mbeere. Unachukia watu ya Mbeere. Ati kazi yako kwanza hapa Mbeere. Tangu uchaguliwe governor ni kuleta mudhende ati ya kuwa MP. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Kuna kazi gani Karida umefanya hapa? Seth Olale, Luninga ya Citizen.